Tunapozungumza mambo haya ya kuambia wenzetu warudi kwao, na sisi huko hatuna nafasi ya kuwahifadhi. Na sisi Watanzania ni vizuri tukajifunza somo hili kwamba tuna wajibu wa kutunza amani yetu, ili na sisi kesho tusitageuka wakimbizi. Sasa sijui tunarudisha wenzetu kwao, na sisi tutawafuata nyuma, tunaenda kwao, maana watakuwa wametulia. Kwa hiyo vijana na wale wote wanaharakati ambao wanafikiri njia hii ya vurugu na fujo na kuvunja amani ndio itakayowapa haki yao, hiyo njia ni ndefu mno. Unazungumzia Kongo iliyovurugika miaka thelathini iliyopita, amani haijarudi mpaka leo. Wewe unayefikiria kuivuruga nchi yako ya Tanzania leo utakaa miaka thelathini, kama wewe ni kijana basi hiyo hiyo haki utaiona kwa sababu umeidai kwa prosesi ambayo kimsingi sio shortcut. Shortcut ni mazungumzo. Shortcut ni kuweka hoja mezani. Shortcut ni kufuata mifumo ya mabadiliko. Lakini vita, vurugu havijawahi kusaidia nchi yote. Haijasaidia Kongo. Ndugu zangu wako hapa wanaitafuta hiyo amani iliyopotea kwa miaka zaidi ya thelathini, haijarudi. Sisi Watanzania tuienzi amani yetu, tulinde amani yetu, na hususani vijana mnayoishi tajamia kuishi baadaye hamtaiona hiyo amani ikirejea, kama mkivuruga leo wenzetu wa Kongo, na miaka thelathini, na sisi tutapita humo. Tujizuie, eh, tuonyeshe resilience na uvumilivu kwa sababu vyote tunavyovifanya havina maana kama amani hai. Kwa hiyo niwatakie sana kila la heri katika sikukuu hizi za mwisho wa mwaka eh, Krismasi eh, na mwaka mpya, tuzisherehekee kwa amani na wala watu msiwe na hofu. Eh, serikali imejipanga, jeshi letu la polisi limejipanga kuhakikisha kila mtu anakuwa na usalama katika wakati wote.